Mheshimiwa Omar Sakombo. Asante Mheshimiwa Naibu Spika, kwa niaba ya wananchi wenzangu wote wa wilaya Micheweni sasa naomba swali langu namba 248 lijibiwe na serikali. Mheshimiwa Waziri. Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, serikali itajenga kituo kipya cha polisi cha daraja B katika wilaya ya Micheweni ambacho kitagharimu kiasi cha fedha shilingi milioni 182, kwa kuwa kituo kilichopo sasa ni chakavu na kufanyia ukarabati. Mpango wa ujenzi wa kituo kipya unaanza kwenye mwaka wa fedha 2024 2025 kupitia mfuko wa tuzo na tozo. Asante mheshimiwa naibu spika. Mheshimiwa Kombo. Asante mheshimiwa naibu spika, pamoja na majibu ya mheshimiwa waziri, naomba niulize maswali mawili ya nyongeza kama ifuatavyo. Kwa kuwa bunge, uhai wa bunge la kumi na mbili unaenda kuisha sambamba na mwaka wa fedha husika, na mpaka sasa katika kituo chetu hakuna mkandarasi wala hakuna shughuli yote inayoendelea tunaomba commitment ya serikali, ni lini kituo hichi kinaanza kujengwa? Swali la pili, kwa kuwa kipenzi cha Wazanzibari Dr. Hussein Alimwinyi, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, amepeleka miradi ya kutosha katika, katika wilaya yetu ya Micheweni, je, serikali hamuoni kupeleka nguvu ya ziada katika ujenzi wa mradi huu? Asante mheshimiwa naibu spika. Waziri: asante Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kujibu maswali mawili na nyongeza ya mheshimiwa Omar Isa Kombo mbunge wa Wingwi kama ifuatavyo. Mheshimiwa Naibu Spika, kama nilivyojibu jibu la msingi, Kamati ya Serikali kwamba katika mwaka wa fedha huu 2024/2025 tunaanza kujenga kuanza kwa kwa, kujenga kituo kipya cha polisi cha wilaya ya, ya, ya Micheweni. Lakini kwa swali la pili eh, ni kweli kama alivyosema Mheshimiwa mbunge kwamba kule Zanzibar kazi kubwa imefanyika na nimwakikishie Mheshimiwa mbunge, nguvu hii hiyo iliyotumika kukamilisha miradi mingine pia itatumika kuhakikisha kwamba kituo cha polisi cha wilaya Micheweni pia inakamilika kwa wakati. Asante sana.